Watanzania wenzangu, siku mbili tatu zilizopita tulitangaza kuundwa kwa kamati ya kitaifa ya kurejesha haki na amani katika nchi yetu. Tunawashukuru sana Watanzania wengi kwa jinsi walivyopokea eh, muundo au uundwaji wa hiyo kamati. Tunawashukuru sana, mmetoa support kubwa, kwa sababu hiki ndicho kitu ambacho ninyi Watanzania baada ya yale matukio ya Septemba ishirini na tisa mlituagiza tufanye. Kwa hiyo tumesimamisha kamati hii kwa niaba yenu na ina wajumbe mbali na wale niliowahi kuwataja wako wengine wengi tu kutoka mikoa mbalimbali, ambao kwa pamoja leo tarehe kumi na tisa kumekuwa na kikao kikubwa tu jijini Dar es Salaam na kamati ile imeshirikisha hawa wajumbe nilosema, wengine walikuwepo wenyewe physically na wengine walishiriki kwa njia ya mitandao, na walitoa maoni mbalimbali, maoni ambayo ni msimamo wa hii kamati, na msimamo wa kamati ndio msimamo wa Watanzania walio wengi. Sasa hivi wameiagiza kamati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 Azimio la kwanza lililotolewa na ambalo ndo takwa la Watanzania, hawataki kamati ya maridhiano wala hawataki kamishen ya kuchunguza chanzo cha haya matukio, bali wanataka namba moja, Samia Suluhu Hassan ajiuzulu nafasi kama rais wa Tanzania ajiuzulu mara moja, na liiundwe serikali ya mpito. Serikali hiyo itasimamia mambo mawili makubwa: la kwanza, kukamilisha urasimishaji wa, wa katiba mpya, na pili, kusimamia uchaguzi mpya utakaofanyika isizidi miezi sita kuanzia hivi sasa. Kamati imesikiliza na imekubaliana na maoni ya Watanzania kwamba uchaguzi uliopita ulikuwa ni uchaguzi batili na ume, haukukidhi matakwa ya haukukidhi matakwa ya uchaguzi ulio huru na wa haki. Samia Suluhu Hassan anatakiwa kujiuzulu mara moja kwa sababu zifuatazo. Ya kwanza, ameshindwa kusimamia shughuli za serikali kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Amekuwa ni rais aliyesimamia mauaji ya maelfu ya Watanzania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 imalize jukumu la kwanza la kukamilisha katiba. Jukumu la pili, uchaguzi mkuu ulio huru na wa haki ufanyike na vyama vyote vya siasa vihusike, na yule yeyote ambaye atashinda basi huyo atatangazwa rasmi kuwa ndiye rais mpya wa Tanzania. izingatiwe kwamba kwa sababu kumetangazwa kuundwa kwa serikali ya mpito, katiba iliyopo sasa hivi itakuwa imefutwa. Kutakuwa na usimamizi wa serikali ya muda na katiba sasa hivi itakuwa imefutwa, hii ikiwa inamaanisha kwamba Samia anapojiuzulu ni pamoja na serikali yake, ni pamoja na bunge lote na vitu vyote vinakwenda kufanywa upya katika kipindi kisichozidi miezi sita. Samia Suluhu Hassan, Kamati ime, imeagiza kwamba kabla ya kufika tarehe tisa Disemba uwe umekwisha kukabidhi madaraka kwa kamati ya mpito. Failure to do that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 Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani wakiwa pamoja, wanaandamana na waandamanaji, wasionekane polisi barabarani. Hili tunalirudia tunalisisitiza, na ndivyo itakavyokuwa. Mama Samia, umefika wakati wa kuachia ngazi. Hiyo ndio taarifa rasmi. Watanzania wametoa kauli yao na kauli hiyo haitarudi nyuma tena. Watanzania wamechoka.